Na bila shaka taarifa hiyo ni mojawapo ya msingi wa mdahalo wetu wa ukumbi baadaye. Kwingineko, familia nyingine katika eneo la Taita Taveta inaomboleza kifo cha jamaa yao aliyefariki nchini Tanzania. Familia ya Albert Kamala inasema kwamba jamaa yao alikamatwa Moshi na kupatikana amefariki karibu na mpaka wa Kenya na taifa jirani la Tanzania. Haya yanajiri huku Mkenya mwingine aliyekamatwa na kuzuiliwa Tanzania kwa siku nane akisimulia namna safari yake ya kutalii na kufanya biashara ilimtumbukia nyongo. Francis Mtalaki alikutana naye alipowasili nchini. Aliondoka nchini kwa basi akielekea Dar es Salaam, Tanzania, tarehe 29 Oktoba akiwa na lengo la kusherekea siku yake ya kuzaliwa pamoja na kuwekeza kiutalii nchini humo. Baada ya kufika daa na kukaa kwa siku mbili, hali ilikuwa tete. Baadaye aliamua kuelekea Zanzibar, ila akiwa safarini, maafisa wa polisi nchini humo walimkamata. Hebu I want you to tell us, kama ni vizuri ama kama ni vibaya, tunatoka hapa lini? Vitu vyetu viko sawa, tuko na kibali, eh, hati zetu ziko sawa, shida ni gani? and he tells us, mambo yenu ni magumu ipo na wakubwa. I just stepped back, put my head down. That's the first time that I cried. ni kilio ambacho nadai kiliandamana na kichapo akiwa na mkenya mwenzake siku nane ambazo anasema kamwe hatuzisahau. Fredrick anasimulia walivyoteseka, nafuu yao ikitokea baada ya ubalozi wa Kenya Tanzania kuingilia kati it's

The problem is our government. Tanzania and Uganda cannot abduct and torture Kenyans without the green light from the Kenyan government. Ndoto aliyokuwa nayo Fredrick, wakili na mwekezaji wa kitalii, sasa anasema haipo tena kwa aliyopitia. Haya yanajiri huku familia nyingine kaunti ya Taita Taveta ikiomboleza baada ya jamaa yao Albert Kamala aliyekamatwa eneo la Moshi tarehe 29 Oktoba kupatikana ameuawa katika makafani ya eneo la Hulili karibu na mpaka wa Kenya. Mwili wake ulionyesha alama za kuteswa na kudhulumiwa. Francis Mtolaki Ringa, yes citizen. Rais Samia Suluhu wa Tanzania